Ndugu yangu, nataka tuongee kimakini. Kuna hospitali mbili ambayo ni marafiki ya wanasiasa hapa Kenya, wanadhulumu askari. Nairobi West Hospital, Bristol Hospital. Polisi amewekewa limit ya 1500, in a day. Polisi akiwa mgonjwa anaenda pale matibabu, ambayo anaweza pewa kwa siku ni ya shilingi 1500. Polisi anacastwa insurance elfu mbili sasa serikali wamemwekea limit, Bwana Makali ambaye amesema national service na, national eh, insurance. Sasa nauliza, tuko jinga? Mbunge kuna insurance ya kaba 60 million, mbunge moja, 60 million within 5 years. Huyu ni mbunge, insurance ya kaba 60 million. Mbunge kuna mortgage ya 10 million ya gari. Mbunge huyu akona mortgage ya 10 million ya nyumba Then polisi mlinda usalama, polisi anayelinda mbunge, polisi anayelinda bank, polisi anayelinda sisi, polisi anapewa limit 1500 a day. What do you expect polisi afanye? Polisi huyu hako na loan, polisi hajaongezwa mshahara, mbunge ameongezwa mshahara. Munaona mnafanyia polisi haki? Munaona polisi mandugu zetu kuna wachache ambao ni guns wanafanyia wanasiasa au guns ndio wanatuua wanapiga risasi. But majority wa polisi si wabaya. Ndugu yangu nauliza. Kuwe tu honest. Kwa nini upee mbunge, upe mbunge insurance cover ya 60 million in a, i, i, within 5 years? Na uchukue polisi umpee insurance ya aitoshi hata milioni moja 5 years. Ni, ni haki. Ndugu yangu ni haki. Mnataka askari afanye nini? Askari amepelekwa Kapedo, aenda pambani jambazi na akiumia askari huyu tena anarudi kwao kuhusa shamba ndiye atibiwe, kwa sababu serikali wamekataa kumshughulikia mambo ya insurance hai ya polisi ya police service. Tume ya polisi, National Police Service, mnafanya haki kweli? Mnataka mandugu zetu madada zetu wafanye nini? Mnataka wafanye nini? Waweke bunduki chini? Na sheria pia hamruhusu uh, hawaruhusu kuweka bunduki chini. Sheria hamruhusu kufanya mgomo, mnataka nini National Police Service? Kwa nini mnadhulumu polisi? It's what is 1500, ani limit ya 1500. Nairobi South Ciptod, Bristol Bristol City Tol. Aba ah, bana, bana, tu wanasiasa. Tuachi kudhulumu wa Kenya. Wanasiasa tuachi kudhulumu polisi, viongozi wa polisi, muachi kudhulumu polisi bwana. This is wrong bwana. 1500 limit in a day inaweza kutibu nini? Polisi anataka kufanywa surgery. Eh? Surgery itafanywa na 1500. X-ray ya eti yafanywa na 1500. What do you mean bwana? National Police Service. Then mnataka polisi atupige risasi. Unaona kama inafanyika kweli? Unaweza una, una, unaona kama inafanyika. Polisi atupige risasi. Hawana insurance. Hawana pesa mzuri. Nyinyi mnaota my friend, tuta defend polisi wetu until the last minute, na polisi pia watatu defend. Hatuwezi ruhusu ujambazi. Ndio maana unaona ule polisi eh, ule afande Deno, afande Deno anafanya kitu mzuri na juzi akabambwa. Anabambwa kwa sababu anataka kuingizwa roho ya kuua watu kwa akili yake, na afande Deno anafanya kazi nzuri. Mimi nauliza tu kwa Roma na Pole, the national police service musugulike maswala ya insurance ya polisi. Polisi ndio mtu afai kukatwa, sijui kuiba. Mnanyang'anya supplies ya chakula ya wanajeshi amtosheki polisi analipa affordable housing ambayo juu iko wapi? Polisi amewekewa limit 1500. Huu polisi atapata matibabu gani? Upeleke polisi Lamu, aone ya sababu, atakimbia ajiokoe maisha yake kwa sababu akipata injury hakuna mtu atamshughulikia, ataenda kuosha shamba yake. Mimi nataka kuambia National Police Service mshughulikie masuala ya tatizo la wapo askari. Wa askari hakuna mental tortures. Huyu mtu akona deni, huyu mtu akona nini, ndugu yake hajasoma, na akiangalia mshahara yake inakatwa upusi, anakaswa shaa yenye shahidi, sijui anakatwa nonsense e, sijui e, NSSF taka taka gasia yenye shahidi. Hata polisi Nairobi West Hospital Bristol Hospital hawana capacity ya kudumia polisi. Ninarudia, awana capacity ya kudumia polisi Nairobi, Nairobi West Hospital, Bristol Hospital hawana capacity ya ya ya kudumia polisi na hii masuala ya kuwekea l -l -l polisi limit. Hii ni limit gani ya ujinga? Na maybe polisi anataka matibabu ya ya 15,000 in a day. Inamaanisha polisi huyu anaingia kwa mfuko wake, anaenda kukusanya tena shamba. Ndio kuje atibiwe na nafanyie serikali. Bana, we cannot accept nonsense na ujinga ya wanasiasa. Wanasiasa wanaharibu taifa letu. Wanasiasa wanajilimbikisia insurance kubwa kubwa. Sijui moge moge ya mama yenu. My friend, what do you mean bana? Wanasema wako na mogeji kubwa kubwa, wa askari wanakufa. Hawawezi kujimudu matibabu. Then watu wanatodanganya, ati ati polisi, polisi piga, ati polisi, Polisi risasi, guns, polisi, mbaa, polisi piga, atupige. anaweza kutupiga unless mchukui zile guns, nguo ya polisi, watupige. How come, How come? mtu ambaye ameshindwa hata kujitibu, kunipiga risasi? Mimi nitatetea polisi bwana. Wachieni hiyo fala. Nonsense, rubbish. Ujinga lazima ikome hii Kenya. Askari lazima apate haki yake kama mwananchi.